Karibu tena mtazamaji na sasa tunajiunga na mwandishi wetu anayetufanyia maswala ya Royal Media Services, Steve Shitera leo anafuatana msafara na msafara wa jipange na VIUSASA ambao umeingia siku yake ya pili katika ukanda wa Magharibi. Shitera, uko wapi haswa? Ni siku ya pili ya msafara wa jipange na VIUSASA katika ukanda huu wa Magharibi. Kumbuka kwamba jana msafara ulizuru kaunti za Vihiga na kaunti ya Kakamega. Hii leo msafara umejitosa kimasomaso kweli katika ukanda huu wa Magharibi, kaunti ni ya Bungoma. Msafara ulianzia pale Chwele, ulianzia pale mayanja vitunguu babu ukaelekea Chwele na sasa tunapozungumza nayo msafara huko katika mji wa Kimilili. Na hapa ujumbe ni rahisi sana kwamba msafara huu unazunguka kusherehekea miaka minane pamoja na wakazi wa maeneo mbalimbali mbali, ambao ni mashabiki wakubwa sana wa VIUSASA na VIUSASA inasema kwamba kwa shilingi hamsini ambazo unatumia kujiunga kwenye kiunzi cha VIUSASA kuweza kutazama vipindi mbalimbali mbali vya kukuelimisha, kukufahamisha na kukuburudisha, unapata nafasi murwa zaidi ya kuweza kuingia kwenye draw ya kujishindia shilingi elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki, na zawadi kubwa ya shilingi milioni mbili. Aa, na bila shaka msafara huu unaendelea kutoka hapa, unaelekea Kamkuywa Webuye. Hii leo kunatangazwa mshindi wa pesa taslimu shilingi nusu milioni ambaye anatoka maeneo ya Webuye Niko na mtangazaji wa Mulembe FM ambaye, uh, ndio wanaongoza msafara huu. Kumbuka kwamba uh, Jipange na VIUSASA imeshirikiana na kampuni ya Royal Media Services na watangazaji wa Radio Citizen, Vuka FM na pamoja na Sulwe FM wanasukuma msafara huu. Uh, anaitwa Shifalongo, tueleze tu labda msafara umeona vipi kutoka tuanze jana Hadi leo hadle. eh, msafara wa jipange na VIUSASA imekuwa ya kukubalika sana katika maeneo haya ya magharibi, na unajua ya kwamba Royal Media Services sisi ndio tuna command, sisi ndio tuko nyumbani, tunashika kutoka upande ule mwingine wa Viiga, tunapeleka mpaka upande ule wa Uganda mpakani huko, tukienda kote kote, unakuta ni Royal Media Services. Sasa tukiwa magharibi hii tunachukua Mrembe FM, tunachukua Vuka FM, saa hii tuko Sulwe FM na leo vile umewaelezea vizuri kabisa, tumeanzia huko upande wa Vitunguo tukakuja Chwele, tuko Kimilili na umati umejitokea kusikiza habari ya kwamba ni kujipanga tu na Viu sasa, na siri ni moja, ni kwenda tu pale kwa Mpesa bible number 7241, uh, 77 shilingi hamsini kuelekea unaweka pale, unapata point inakufungulia mlango ya wewe kuwa mshindi elfu hamsini kwa siku, nusu milioni kwa wiki, alafu grand draw yenyewe babu, nakwambia aje milioni mbili. Hizo ndio tunasema lazima zishuke Western. Watajua Western. Ni sisi tunawika, my friend. Bila shaka mtangazaji wa uh, Mlembe FM aliyebeba mikoba yote ya Viusasa yuko hapa, Esta Mukima, una ujumbe gani kwa wapenzi wa Viusasa? Eh, ujumbe ni kwamba tunaendelea kuwatuza washindi wengi wa jipange na Viusasa tumewatuza watazamaji wa, wengi sana na hii leo tukiwa pale Chwele tumepata kijana mmoja ambaye ni mwimbaji, amerekod nyimbo zake, lakini hakuwa amezifanyia video, na pia tulikuwa tunataka azifanye clean recording so sasa, kama Viusasa na kama Royal Media Tumejitolea orada tumesponsor kufanya mziki moja na video ambayo tutasponsor tulipie tufanya kila kitu na tuieke kwa Viusasa ili aanze kutengeneza pesa zake. Ah, labda namwona kabisa ni kijana jenzia, tueleze tueleze kumajina, kwa majina na tueleze kwamba ah, wewe eh, ni msanii wa mitindo ya aina gani na umesaidika vipi? Oh, kwa majina naitwa James Wangila, jina ya kiusanii inatumia Goldmont. Nieleze tu uh, umeweza kupata usaidizi kutoka uh, Viusasa na umepata usaidizi gani? O, nimepata usaidizi kutoka kwa Viusasa watanis watani kwa muziki wangu hapo. Nitafurahia kama mii msanii, upcoming artist, nitafurahia sana. Miondoko yako labda ni aina gani? Tueleze. Kwa miondoko yangu unapiga bongo flavor ama piano ye yeah, na Gingeton, lakini sana sana anapiga bongo fleva y yeah. Jumbe wa watu wa Kimilili na watu wa Magharibi kwa jumla, unaoeleza vipi kuhusu VIUSASA? wajiunge na, waji na VIUSASA Tuendelee kusonga mbele kazi isonge mbele bila shaka. Ujumbe ni kujiunga na VIUSASA na kusongesha gurudumu la maendeleo mbele. Bila shaka, kumbuka ni kiunzi tu ambacho kinawapa wasanii nafasi ya kuweza kuweka Uh, vipindi vyao nyimbo zao na chochote kile wanachofanya mashinani, uh, kinaweza kuonekana kwenye Viusasa na kupitia Viusasa unaweza kupata vipindi vya aina mbalimbali. Kwa hivyo kutoka eneo hili la Kimilili, mimi sina la ziada, narudisha moja kwa moja hadi studio zetu Nairobi. Asante sana, Shitera kutoka Kimilili, Bungoma. Sisi tumerejea hapa Nairobi ambapo tunaendelea na taarifa zetu kwenye michezo timu 40 kutoka wadi tano za eneo bunge